Yes, amani, amani ya Kristo iwe pamoja nawe mtu wa Mungu kokote unakotazama. Hii ni baadhi ya watendakazi wa kanisa la ECG Kilimanjaro Taifa la Yesu. Siku ya leo tumekuja kuandaa mioyo yetu mbele za Mungu kwa ajili ya kuiandaa ibada kubwa ya Jumapili ya tarehe 25 ya mwezi huu wa kwanza mwaka 2026. Jumapili hii kuna nini? Jumapili hii tutakuwa na ibada kubwa ambayo ni ibada ya mstari wa maombezi ya msaada kutoka kwa Bwana. Itakuwa ni Jumapili ya maombezi kwa mtu mmoja mmoja ya kwamba Bwana, niinulie msaada wako kutoka kwako. Tunatumia maandiko gani? Andiko letu kuu la msingi siku ya Jumapili linatoka kwenye ile Zaburi ya 121. Na, na ule mstari wa kwanza Daudi anasema, nitayainua macho yangu nitizame milima, msaada wangu utatoka wapi? Kuna mtu ambaye unanitizama, unanitizama, unahitaji msaada, uwe ni msaada wa kibiashara uwe ni msaada wa ndoa, uwe ni msaada wa uponyaji, uwe ni msaada wa kilimo, uwe ni msaada wa elimu, uwe ni msaada wa, wa, wa, wa ufugaji na mambo kadha wa kadha. Kuna wengine unahitaji msaada, una kesi mahakamani. Kuna mwingine unahitaji msaada, una mgogoro unaokunyima am, amani na utulivu. Ni jumapili hii nitakuwa nikikuongoza kwenye maombi ya msaada wangu utatoka kwa wapi? Utatoka kwa Bwana, kuanzia saa moja na nusu asubuhi na kuendelea. Jambo la msingi ambalo sasa Jumapili unapokuja nalo, ninahitaji uje pia umeandika vitu vitano ambavyo unahitaji Mungu akupatie msaada mwaka huu. So hiyo mipango yako, hayo mambo unataka Mungu akupatie msaada mwaka huu utayaandika, nitayaombea, tutayaweka madhabauni. Nataka nikuhakishie katika mwaka huu wa ushindi, ushindi, msaada utatoka kwa Bwana, akuja kwenye maisha yako katika jina la Yesu, sema amen.